Mkuu wa idara ya usalama wa taifa anateuliwa na rais na msaidizi wake anateuliwa na rais, na vile vile kama rais wa nchi akijisikia pia wanaondolewa na, na kiongozi wa nchi. Wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi, vile vile kwenye jeshi la polisi, vile vile na jeshi la wananchi CDF, vile vile magereza, mkuu wa jeshi la magereza pia na yeye anateuliwa na mkuu wa nchi na anaondolewa na mkuu wa nchi. Kwa mfano huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama mheshimiwa rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania, halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi, lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea masilahi ya nchi. Ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo, tukifanikiwa kuwalinda hawa wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri, bila kupata madhara yanayoathiri familia zao.